Papa atakumbukwa vipi na waamini wa kanisa ya Katoliki kote ulimwenguni na pengine ambao pia sio waamini wa kanisa Katoliki. Lakini ukiangalia nje ya kanisa na hasa ukiangalia siasa za kidunia, nafasi yake ilikuwa ngumu sana, kwa sababu ili uwe na madaraka fulani ni lazima wale watu unaowaongoza ukubali. Sijaiona hiyo nafasi ya pop, kwa sababu hata ndani ya kanisa Katoliki mini mimi nimeona kwamba pia ukiangalia nyuma mapapa walivokuwa wanaheshimiwa si na hii dunia zinaokwenda sasa, inaenda mrembo mwingine sana, ilei shukula hizi naona imetawala sana, kuanzia hizo nchi kubwa za Ulaya mengu wa kwanza, na hata ukija kwenye hizi nchi zetu ndogo, ina imani za watu wa dini, si za dini naona si kubwa zaidi. Kwa hiyo kiongozi wa dini anaonekana ipo tu, kwa sababu ni kiongozi kwa kanisa lake. Na ukiangalia migogoro mingi hii ambayo inatokea sasa hivi, na hata ukiangalia mgogoro labda wa Palestina ambao una mrengo wa kidini zaidi, kwa na sababu ndio manabii wengi walitokea pale. Na hata ukiangalia hata watu wanao support Palestina na na Israeli, wengi wanaangalia ndugu zao kwanza, ndio wajue ni msapoti Palestina au ni msapoti muyahudi. Nadhani pale fuku hajafanikiwa na ndio mgogoro unaotia aibu sana ulimwengu wote. Tunaweza kusema kwamba alikuwa na mchango wowote enzi za uhai wake kuhakikisha kwamba dunia ama ulimwengu kwa ujumla unasalia kuwa na na amani, na kwa sababu katika kipindi chake pia kulikuwa na migogoro mingi sana ndani ya Kanisa, na yeye sana sana aliendelea kuwaziba tu midomo waandishi wa habari waache kuripoti kuliko kutafuta ufumbuzi sahihi wa yale matatizo tu. Kama Donald Trump katika mtu ambaye ni namwona neroro moja kwangu, lakini alipoingia kwenye uongozi wa Amerika, mambo mengi ambayo yalikuwa yanafumbiwa macho kama mambo ya uchoga na mambo mengine hiye, alikuwa na msimamo ambao haukutetereka. Sasa kama atafanikiwa hatafanikiwa, lakini angalau ametoa kauli fulani. Nikija kwa upande wa popo wapopo, sijaona hilo na zaidi wanayakubali sasa. Baada ya kusema haya, hayawahi kuwepo kwenye kanisa, na kiongozi wa kanisa ambaye anajihusisha na mambo kama hayo atengwe na kanisa, lakini kama wanafumbia macho na wanakubali yalepo wa kusema tu watu wote lazima tuwapende, hata kama wana mitazamo tofauti. Sasa so hiyo kidogo inachanganya. Turudi katika mgogoro ambao, ama machafuko ambayo yamekuwepo Mashariki ya Kati kwa miaka mingi sana, na Papa alikuwa kama sehemu ya mhubiri wa amani katika ulimwengu kupitia Kanisa Katoliki yeye, je, kwa kipindi cha uhai wake ametumia nafasi yake ama ametumia ametumia nafasi gani kuhakikisha kwamba mgogoro ule unatatuliwa kwa usawa kabisa? Mimi naona inapokuja mgogoro wa Afrika Mashariki, mtu ambaye alikuwa na roli kubwa ni, ni Amerika, utawala wa Amerika ulio madarakani ukiwa na nia ya kutaka kudhibiti matatizo fulani ya migo ya Mashariki, wakati walikuwa wana nafasi nzuri na mafanikio kuliko kanisa Katoliki. Na ikiwa kiongozi wa Amerika wa wakati huo anayakumbia mazo matatizo ndio zinakuwa janga kwa hasa kwa wafanyikazi ambayo kiuwezo wanazidiwa, lakini kanisa na bahati mbaya sio kanisa Katoliki tu hata makanisa mengine hata maorganizesheni ya Waislamu ambao ndio wanaea sana na masuala yale unakuta wanajitoa nje kabisa, o wanaona kama hayawahusu, wakati ukiangalia dini zote zetu zinasisitiza sana kuwasaidia wanyonge kumpenda jirani na vitu kama hivyo lakini kimatendo uyaoni hayo watu wakiatati, naonekana mwenye uwezo ndo anakuwa na nguvu ya kufanya chochote anachotaka io wajali kwamba nikifanya hivi, ntaua watoto ntaua wanawake ntaua watu wasio na uwezo na gili yakufanya, na dunia inakupia macho, viongozi wa dini ulimwenguna anakupia macho, na moso unazungumzia papapo, yamuona hata siku moja atajihusisha na haya matatizo ya Palestini ambayo sahivi amechukia hatua ambayo kuna legacy yoyote ambayo papa ameacha na ambayo tunaweza tukamkumbuka nayo, anaweza akazungumza kama mtu mwingine tu asiona moja laka lakini, kwenda labda, akawaona viongozi wa Palestina, kawaona viongozi labda wa Israeli au na wa Amerika atajaribu kutia ushaishi fulani pali hiyo ka upande wake sialini. Nakushukuru sana dokta, labda kama utakuwa na lolote ambalo unaweza ukaliongeza kuhusu hili la Papa. Mimi binafsi nasema sina iyoreko ya mfano ambao pop alikeza akatatua tatizo ambalo likuwa linagusa watu na hata kuzungumzia Palestina kama analani anaweza kalani, lakini maneno yale yanaishia kwenye fulani, lakini anakuwa hayana msaada yote kwa wale watu wanaodhulumiwa zote. Nakushukuru sana tu, kama ni kiongozi wa dini tunamwombea, kwa sababu hiyo ni njia na koji, tunamtegemea sana papa kuleta hata ubulite ya amani duniani. Kwa hiyo ni matumaini yetu kwamba papa mwingine akichagulia, labda atajihusisha sana na mambo ya nje ya kanisa kwa sababu kanisa lina mhukumu kila mtu bila kujali cheo chake kwenye jamii. Kwa hiyo ana nafasi nzuri ya kuleta utashi, lakini takaudi inavyomuona si kwa sababu ya ombi, ila kwa sababu ya kuumwa sana. Pengine hiyo pia ilichangia kufanya asipate muda ya kutumtia mambo ya kiulimwengu.